Una kipindi na kubidi uumie ili ujifunze, udondoke ili ukue, ukose ili upate, ushindwe ili ujifunze, kwa sababu mara nyingi maisha hutufunza kupitia maumivu. Usikwepe nyakati ngumu katika maisha yako. Kuwa na akili ya kipambanaji, kuwa na akili ya kijitu uzima. Unapokutana na changamoto, wewe ndo kabiliana nazo Halafu tengeneza mazingira ya kuweza kuzisolve ili kuweza kuwa bora katika lile jambo. Lakini changamoto unapozikwepa, changamoto unapolalamika kwa watu, changamoto unapoziona kama ni mitihani mikubwa katika maisha yako hazitokujenga na hazitokufanya uwe jasiri na hazitokufikisha sehemu katika maisha yako ambayo utakuwa kufika. Zimekuja ili zikunoe na zikutengeneze. Fanyia kazi nilokwambia. Ipo siku utanishukuru na utanikumbuka. All the best.